Kwenye leseni au masharti ya kuanzisha duka hakuna sehemu ambayo mambo wewe ukalaze watu, lakini tumekuta kuna baadhi ya, ya watu wame wanalaza kabisa wagonjwa wanachoma sindano eh? wengine wanafanya tohara. Sasa ndugu yangu, ule ujuzi uliokuwa nao make wengi wenu mlikuwa watumishi wa serikali wengine. Sasa mimi nikiwa mtumishi wa serikali leo nikisha staafu, nafungua duka langu pale, ninataka niyafanye yale nilikuwa nayafanya kule hospitali, niyafanyie kwenye kwenye pharmacy, kitu ambacho hakiruhusiwi. Kama unatamani kutoa hizi huduma, kuna kituo chake ambacho kinaruhusiwa. Fungua zahanati, fungua kituo cha afya kifungua kituo cha afya ukiwa unalaza wagonjwa, ukiwa unafanya tohara, hakuna atakaye kuuliza. Tutakachoangalia tu, je, umefanya tohara kwa usahihi au sio kwa usahihi basi. Lakini unaruhusiwa kufanya hizo huduma. Sasa hiki ni kinyume kabisa na sheria ambazo zimewekwa na serikali. E, na baadhi ya dawa na vitendanishi vya serikali vimekuwa vikikutwa kama ambavyo nimesema, kwenye maduka mbalimbali mbali, nchini. Sasa haya ni mambo ambayo na meneja aliyagusia mwanzoni, ni changamoto ambazo huwa tunazikuta kwenye vituo vyenu. Kikao kazi hiki na TMDA kinatuelekeza namna ambavyo tunatakiwa tuishi na tufanye kwenye maduka yetu, naomba tuzingatie binafsi nimeanza kupita kukagua maduka na yanayozungumza hapa ni hayo hayo yapo. Nimepita maduka nimekuta mnachoma depo na utaratibu ni ule ule, ni faini kufunga duka wakati mwingine, na hizo dawa tuwezi kuzirudisha. Na naamini mengi wataeleza, na sisi ndo wakaguzi wenyewe ndani ya manispaa au ndani ya hizi wilaya naomba mzingatie maadili ya maduka yenu. Kila ukienda ukipita kwenye duka utakuta dawa zisizo zinazozuiliwa unakuta zipo madukani. Na mimi nikija, na mna mtandao wenu mzuri tu, nikipita maduka mawili mtaa huo yote utakuta yamefungwa. Ndio mnavyofanya, mna simu sasa. Na mimi nafahamu, mimi nitakagua kila siku, naweza kagua maduka matatu sasa mtapigana simu mitaa yote mtafunga, mimi siji. Pamoja na si nia njema ya serikali kwa wananchi wake, eneo la maduka ya dawa muhimu limekuwa likitumika kinyume na matarajio ya serikali, ambapo maduka haya yamekuwa yakifunguliwa kiholela bila kufuata utaratibu. Lakini pia maduka haya yamekuwa yakiuza dawa ambazo haziruhusiwi kulingana na taaluma ya wauzaji. Vile vile dawa zisizo na usajili nchini pamoja dawa na vitandanishi vya serikali vimekutwa katika maduka haya wakati wa ukaguzi. Maduka haya pia yamekuwa yakitoa huduma za matibabu kinyume na utaratibu. Ndugu mgeni rasmi, kwa vile changamoto hizi zimekuwa zikijirudia ukaguzi ukaguzi zikijirudia katika ukaguzi adhabu zimekuwa zikitolewa kwa mujibu wa sheria ya dawa na vifaa tiba sura ya 219 na sheria ya baraza la famasi na kanuni zake mbalimbali. Baadhi ya wafanyabiashara wamezuiliwa kuendelea kufanya biashara hii na wengine kufikishwa mahakamani. TMDA pia ikaona kuna haja ya kukutana na wafanyabiashara hawa ili kujadili changamoto hizi na kuzipatia ufumbuzi.